Sasa hivi moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu zaidi ya mia moja wamepoteza maisha mwishoni mwa juma nchini humo kufuatia mafuriko katika kijiji cha Kasaba ndani ya wilaya ya Fizi. Mkasa huo ulitokea usiku wa Jumamosi wakati mvua kubwa iliponyesha kwenye kijiji hicho kilichopo mwambao wa Ziwa Tanganyika. Zaidi yanaarifu Mitima De La Chance. Kijiji hicho cha Kasaba kilikumbwa na mvua kubwa iliyoonyesha wakati wa usiku ikisindikizwa na upepo mkali uliosababisha nyumba nyingi kubomoka na kuzusha maporomoko ya ardhi. Na nyumba kadhaa katika maeneo matatu ya kijiji hicho zimefunikwa. Samy Kalodji ni mkuu wa wilaya ya Fizi, anasema mafuriko hayo yamesababisha vifo vya watu wengi na pia uharibifu wa mali kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya watu mia moja ndio walishaonekana, mia moja walisha na makumi tano ya manyumba zenye zilipomoka tuku, na zaidi ya eh, makumi tano ya watu wenye walipata vidonda kali na karibu elfu moja ya watu wenye uh, hawana nyumba wangali wanatafuta wenyewe, wangali chini ya matope. Kwa sasa, juhudi bado zinaendelea ili kujaribu kupata miili ya wahanga katika kijiji hicho. Manusura wanaungana na mawakala wa shirika la Msalaba Mwekundu wakipekua udongo na kuta za nyumba zilizobomoka. Wengine wanatafuta miili mingine juu ya ziwa Tanganyika, wakiamini huenda iliteremshwa na maji ya mto hadi kwenye ziwa. Dominique Asakia ni msimamizi wa shirika jipya la raia wa wilaya ya Fizi. Anasema juhudi hizo zinakabiliwa na baadhi ya changamoto. Hakuna njia ya barabara, ni njia tu ya Tanganyika, ni kupita ndani ya maji, na mtandao wa mawasiliano una shida sana sana, kabisa za mawasiliano kwa sasa. Hali ya Kasaba ingali tu yasitofahamu, kwani mpaka sasa watu wa Msalaba Mwekundu wangali wanatafuta tafuta watu waliopotea walioshulikiwa na ifurushi na kwa leo, hadi sasa hatuja na idadi kamili ya watu waliofariki. Kwa kuuliza uliza majirani na wengine, ndio tuko tunafika muidadi ya mia na kumi na ine na majeruhi janga hilo limetokea huku wilaya ya Fizi ikiwa pia chini ya tishio la vita kati ya jeshi la Kongo Wazalendo, jeshi la Burundi kwa upande mmoja, na kundi la Turguaneho AFC M23 wanaodaiwa kusaidiwa na jeshi la Rwanda kwa upande mwingine. Jacques Alimasi ni msimamizi wa asasi za kiraia huko Fizi. Anaomba pande zote kwenye migogoro kuruhusu njia kwa misaada ya kibinadamu ili iwafikie wahanga wa maafa hayo. Serikali yetu ya Kongo na kwa wafadhili fulani fulani, wakuje wasaidie majamaa, kwa sababu shamba zimekwenda na maji, na kwa sasa raia wanaendelea kuteseka hawana kwa kulala. Mafuriko mengine yametokea katika kijiji cha Bubale ya pili wilayani Kalehe Jumapili, ambapo zaidi ya nyumba hamsini na shule zimebomoka kutokana na maji ya mvua. Mitima de la chance, DW Bukavu. DW, tunavuma kwa kishindo.